Alafu wewe unakaa pembeni unasema, Abudu kafanya nini? Unataka nifanye nini? Yaani, unapana sauti kabisa. Abudu kafanya nini? Udaktari kapata wapi? Eh? Kwanza udaktari wangu nimepewa kwa kushughulikia au kwa kazi za jamii ni udaktari wa heshima, sikwenda mimi kusomea darasani. Sisi tutengeneza nyaya za umeme hospitali, ah, ya wilaya iko Kihonda, imeisha na <coughs> inaanza kutoa huduma, inatoa huduma, huduma zote ziko pale kuna x-ray kuna maabara kuna kila kitu pale, lakini tukaona haitoshi, lazima tuiboreshe. Tumeitengea milioni mia nane na milioni mia moja kwa ajili ya vifaa tiba, na tunamshukuru Mheshimiwa Rais kutupatia pesa hizo, na ametupa na ambulance moja kwa ajili ya kuhudumia hospitali ya wilaya lakini Waswahili wanasema ukibebwa nao ubebe ujibebe. <tipa> Katika kumuunga mkono mheshimiwa rais, nimeweka ambulensi tatu <tipa> zinahudumia kata ya manispaa ya Morogoro na wanaotumia, nitawashauri hizo ambulensi hospitali vituo vyetu vya afya hivyo, wasisubiri mgonjwa akazidiwa akaletwa na bajaji mpaka kwenye kituo cha afya au zahanati ndio mpate mchukue. Tutakachofanya, tutashauriana nao, kama mgonjwa iko nyumbani maututi Kihonda Maghorofani, ije huko kumchukua, impeleka hospitali tunafikalietu ya mkoa ya rufaa ya Morogoro. Tunaendelea <tutu> tu kumshukuru mama yetu Samia Suluhu Hassan, alituletea pesa kwa ajili ya kujenga wodi za wagonjwa wa matuti. Tumejenga wodi wa, kwa ajili ya watu wakubwa. Tumejenga wodi kwa ajili ya watoto wa na tumejenga wodi kwa ajili ya watoto wanaozaliwa kabla ya muda wake, wanaitwa njiti. Ukenda <coughs> <coughs> hospitali ya rufaa, wodi za wagonjwa mahututi, ndani mule kuna kila aina ya vifaa. Siku moja nilienda kutembelea pale, daktari nilikuwa naye, kuna mgonjwa alilazwa pale, mama mmoja. Daktari alipokuwa ananipa maelezo Alinambia hivi, memona mgonjwa huyu? Nikamwambia, ndio. Alilitwa jana saa 8 usiku. Kama tusingekuwa kuwa na vifaa au wodi hii, hivi vifaa vyote umeona mama uumama hizi asige kuwa mwenzetu wodi kwa Tunamshukuru Mungu na tunamshukuru mama Samia Suluhu Hassan. Ukenda kwenye wodi ya watoto, hali kadhalika kuna vifaa kila aina vya kutibia watoto. Ukenda kwenye chumba hicho cha watoto njiti, kina joto, kina mama, mnajua <tipi> yote hii ni kazi ya mama, mama Samia Suluhu Hassan. Sisi kazi yetu ni kusimamia, kuto hapa fursa wanaotaka kula hela za miradi. Kazi kubwa tunaifanya, elfu mbili na <tunyumatikana> ishirini Mlitupa ridhaa lakini kulikuwa na mambo ya kuzungumza. Mlisema hospitali ya, ya, ya rufaa bado kuna kuna vifaa tiba havipatikani. Tuliwaambia kweli, tiba gani? Kuna mashine inaitwa CT scan, tukapambana. Tunashukuru tumepewa mashine moja, inafanya kazi katika hospitali ya rufaa isitoshe nilipokuwa nikifanya ziara wananchi wanasema wengine kuna wagonjwa wa figo wanapata tabu kwenda dar es salaam au dodoma benjamin mkapa kupata tiba hiyo tunashukuru tumepambana zimekuja mashine saba Tanzania. Katika saba, Mama Samia akasema moja, pelekeni Morogoro. Leo lipo pale, imeshaanza kazi. Na ukenda sehemu nyingine yote nje ya Morogoro ni shilingi laki saba na nusu lakini Morogoro wameweka laki na nusu. <coughs> lakini bado tutakaporudi kwa kupata bidhaa zenu kutashauri hiyo bei bado haipungue. <laughs> <laughs> Lakini isitoshe, isitoshe mwezi wa sita Mama Samia alikuja <inaudible> Dokta <Doctor>, Samia Suluhu Hassan <inaudible> alifanya mkutano uwanja wa Jamhuri, alinipa fursa niseme matatizo nilichomoha ni kuboresha hospitali ya rufaa ya mkoa na pale pale akaidhinisha bilioni tano ije kuboresha hospitali ya mkoa.